Bwana, mimi swali. -hmm. nataka nauliza swali. Kwanza tunaamini mm -hmm. sikiza. Hivi mapenzi na neno la Mungu kipi kitamu? neno la Mungu Eh, hapo hapo, neno la Mungu ni tamu. Udogo. Sawa, mimi naelekeza udogo kweli, mba tena dogo ni mjinga kabisa. kwa sababu gani? siku zote kitu kitamu kinapata watu wachache, ndio maana katika dunia watu masikini ni wengi kuliko matajiri. Ushaona, matajiri ni wachache, maskini ni, we? ni wengi. ni kwa nini? Kwa sababu hela ni tamu, imepata wachache hivi. Ilivyo ni hivi, hivi, hivi, hivi Mapenzi ukifuatilia yanapata wachache hey. Ndio maana mapenzi yanapata watu wawili tu, wanapata nini? utamu neno la eh, Mungu neno la Mungu utakuta kanisani Romani, pale ndikosta nanii, hata siwajui majina yeah. Ila kwenye mapenzi moto wangu